Kamanda metuambia Dar es Salaam iko salama, lakini tukiangalia na hii taharuki mpaka sasa watu walisikia kauli ya jeshi la polisi rasmi ya kuhusiana na sasa kutoka kwako kama wakamanda wa kanda maalum kuhusiana na balozi alikuwa balozi wakehivo okay. hivo mpaka sasa labda utelezi madea wake ukisema pia Dar es Salaam iko salama, kawata wananiuliza kama hivyo alikuwa hvo balozi ame- ametoweka mtu ambie alikuwa balozi, sasa kwa raia wa kawaida kw tuaenakukama kwanza naamini wewe ni mwanahabari mzuri na naamini umekuwa ukifuatilia taarifa mbalimbali. Uh, sijui msemaji wa jeshi la polisi nchini akisema jambo kwako unalichukuliaje? Kwamba ni taarifa au sio taarifa? Mamesema hujasikia taarifa kutoka kwangu Kuhusiana na mtu uliyemtaja kwa kifupi sana, na sitarajii kubishana eh, ndio maana nilikupa fursa ukaongea eh. Kwa kifupi sana, taarifa iliyotolewa ilikuwa na maelezo mazuri, ye mwenye mwendelezo wa hicho anachokisema na maana, na nakumbuka taarifa ile ilimalizia kwa kusema taarifa ile inafanywa kazi, inafuatiliwa kwa karibu, na kwa sababu hiyo ninaamini zitaendelea kutolewa taarifa, na kama ilitolewa na msemaji wa jeshi na sisi ni taasisi sasa, sidhani kama ungependa ukisikia msemaji wa jeshi amezungumzia jambo moja lile lile ukapenda tena nami nilizungumzie, lakini mwisho utataka na OCD naye alizungumzie, utataka na polisi kata alizungumzie. Kwa mfumo wa jeshi, jeshi kama taasisi lina mfumo wa kutoa taarifa na ile taarifa ichukuliwe ni taarifa, na zitakapopatikana taarifa zingine, zitatolewa kwa mfumo ule ule.